shini chigawa nda miskiti hapa washila miskiti sasura hapa, si miskiti a Sidina Ali, si mashallah shikamene miskiti sasura ikute laharashi sura ibaibareti miskiti huyu miskiti wa tarikhi. Hapa si sini ibanyani